Chujio. Mana mke wa kwanza yeye huwa hazai, mke wa pili nimezaa naye tukiwa form 4, ni bora nimchukue, mke wako mke wa pili, nikaendae ndani kwangu. Hey, nyumba moja umoumo, tunakaa nao unajua. Na mjumbe? Naam. Moja kati ya vijana ambao atakao jivunia hapa mtaani ni mimi hapa. Aswa. Na mimi siwezi kukuacha wewe. Kabisa, no, kwenye ile harakati, hey, za kutafuta ujumbe huu nyumba

Umesema ni nini? Ah, watu wako wanakuambia hivi watu wangu wanaangamia kwa kosa. Watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Maarifa yenyewe ndio haya bwana sasa hivi. Sawa, ndio Sulemani mwenyewe sasa hivi shaka. Mimi nilikuwa hapo lakini mimi nashukuru sana. Usijisikie vibaya mimi kuondoka. Sasa mimi nimeenda shambani. Haina shida. Wasalimia nyumbani bwana. Ule mkopo sitakuacha kumbuka. Sawa. Umechangamka siku. Si kitu umechangamka sana. Jina langu bwana. Unajua wakati wa kampeni nisaidie sana. Kidogo ni mzabe kibao eti vifaranga wamekuja vifaranga. Vijana siku hizi wanajua mambo yao bwana. Sasa namshukuru Mungu. Mapendeza. Basi inawezekana, napendeza kwa sababu ya mawazo yako, una vitu na viwaza na ndio hivyo hey, ni ambapo na nimefanya mpaka nimekuja kukushirikisha. Karibu. Asante. Hapa wanasema nimtakuja na sisi kama wajumbe tunataka kuwasikiliza, si kila mtu usiku mchana. Sasa usinizidi, naomba tuniongee mimi unisikilize wewe, wewe wewe, wewe wewe, wewe ni ni ni ni mjumbe, mjumbe, mjumbe mbele, bwana, bwana, bwana huko wakati na na na umeinzoea sarafu yako, ndio nataka kwa ila mimi hata kama rafiki, najua pesa za kampeni kubandika bandiko watu hivi. Wewe hujavua, acha nikuongoze wewe rafiki ya serikali. Haya rafiki mkapigana na mkapatana, wapenda nao ndio sasa. mm -hmm. Mjumbe bwana, mimi nikwambie kweli, mimi nataka tu nikwambie ukweli. Wewe sema, uko hapa si nyumbani, wewe ni rafiki yangu mm. Tena ni rafiki wa karibu sana hivi vingine na kuficha kuna vingine si kwa kwa kwa mm. Ni kama Yeah. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Hey, hii taarifa naomba tu nikwambie ukweli mjumbe. Unajua mimi mke wangu namfahamu mampera mampale Eh, nadhani unamfahamu. Sasa mimi mle ndani sijisikii eh, am kama, kwa sababu mwanamke ah. Kama yule amejaa ameshiba, hajisikii tena ah. Ishi sio kuwa kujijaja kujijaja, mm, sijui kujifanyaje mm. Mimi ishi bwana, nataka kuwa na mtoto na huyu mwanamke wangu mimi, hanini hazai wala hana mtoto ah. Mbona kwa wakati mwingine huwa tunaamua kucheza kazi tu sisi kama sisi, lakini natamani kuwa na nipate na mtoto kidogo hata mimi niwe nacheza na mwanangu ndani aniite ah, baba lakini remember, ikajaje mimi form form nilizalishaga mtu kitu mm ahm ndo ikatokea nikapinda. Sasa mawazo yananijia, Hii kwa sababu mke wangu mimi hazai yule. Miaka kumi na tano sasa hivi. Ni bora hata nimchukue mke wangu nimlete pale, Nishangamke ni, <laughs> na mwanangu. Yaani ukamchukua mtu wa form four ule Mwachage zamani mwanalumango huko umlete kwenye nyumba ile ya kulisi

Kuna, utaweza kidogo, haviwezi kunishinda. Yaani mimi nakwambiaje, haviwezi kunishinda, kama form form nicheza trick hiyo, mimi hivi haviwezi kunishinda. Utaweza naweza mwana sinti aibu wewe, rafiki yangu bwana, naona wewe wewe, hmm, kuna namna, kama unataka kunitoa kwenye kuni mawazo yako eh. Sasa kama unashindwa kunishauri na unataka kunitoa na mawazo, mimi naomba niondoke, nitajua mimi cha kufanya. Lakini unaweza kupata ushauri kwa mjumbe na ushauri si uoni? Naona tunazungushana, ndio unakupa. Sasa uache usiumie, mambo mabaya haya umeona. Sasa unachoongelea umeona kwamba niache na mimi. Wakati huo katika akili yangu mimi nilikuwa nimeshakiwa, mimi naomba nikafanye nacho kidogo, kwa sababu umetoka kwa umetoka kwako huko unje kwa mjumbe na majibu yako ulifuata nini? Sasa hii unipe ushauri, si ndio unakupa. Uache sasa, ni kwani ni mwasho mwanangu, mwanangu mimi ni mwasho, ndio kafanye hitaji muhuri wewe kwenye nyumba yako. Kido unapotea? Shauri yako. Kido anapotea Kido, Kido wakiwa wili. Mmoja ulimzaisha form 4, umlete nyumbani nyumba ya kurithi hey. Mi nipo shashinda, ujumbe wangu, sina shida, nitakusikiliza usiku mchana jioni. Kazi yangu kitakamu na kugongea shauri yake, mi nipo

Mjumbe, ah. No, kama mimi ataka kama Kiddo unavaa vitu vya kina mama? U ni wewe au mimi? Angalia, ni ah, ni kweli ni kweli sasa. Sasa, kwa kwa hiyo, kumbe ulikuja kushauri ukashaagiza mke wako kutoka na mwanamlango, mwanamlango kukaja fika ah, ni vya, mke nyumbani tayari kashafika

kadi inapoongea na mke wangu ule wakuli mtoto toto, mm. shauku inakuja kuniambia mchukue we, mchukue wewe. Mke mkubwa atakuzalia ata saa ngapi? Miaka 15 utakufa bila mke mkubwa, ndo anasema wewe. Mke mdogo ndo anaongea, kuna namna anaongea na, mm. na mimi moyo unaitikia. Sasa mimi, mjumbem nipe ushauri ambao utani, utamake sense kwamba nifanye ni tu, nikae ni na bana make. Wewe umekuwa umekuwa kama rafiki ndugu yangu mm, mi nishashauri baki na huyu mmoja ila. So, kama mpua, unataka kuweka mambo matatizo kichwa hiki kiwe kama dafu, ama sio ndimu, mlete mi nipo kwangu, sinapajua minipo ah, Unajua, mimi nategemea wewe unipe moyo eh. Tunabaki na mwenye, mkwambie tu bwana Kiddo, wewe nenda, utarudi tena kulako, muhimu akaa nagombea tena na sikupi wewe, na kama nikula nilikupa eh. kwangu nitaichomoa kwa namna hiyo, unaifuta tena basi Kido ni rafiki bado, narudi pale pale. Wewe ni sio rafiki, kwa sababu wewe unatakiwa unishauri mimi mambo mazuri. siwezi kukaa na mwanamke ambaye ana mtoto, alafu mimi ni mtoto wangu ambaye yupo mkoani ni mwacha? Haiwezekani, unatakiwa unipe huo upande wangu. Huko ni kuongeza madesa hadi Kido. hayo madesa, ah, nenda, nenda. Madesa ah, hayo ni ajabu ah, sana huyu rafiki kwenye kazi. Kwenda. Angejua huko. <laughs> Yani, nimekumisi. Sikia nikwambie, mpenzi wangu, mimi yule niko naye tu kwa sababu ya mtoto, ndio maana niko naye sasa hivi, lakini mapenzi yangu yote yapo kwako. Unajua wewe ndiye ubani wa moyo wangu, unayenipa raha, furaha, amani na furahi. Sana nikiwa na wewe. Yaani wewe ndiye nakupenda, mm. Yaani nakwambiaje, hata dunia isimame, mimi niko na wewe. Nipo tu kwa ajili ya mtoto katika hii familia. Sasa kumbe, eh, basi tuje, twende twende Zanzibar, unaonaje? Hilo ni wazo tu, sijui mwenzangu, mwe unafikiria nini, ila E, nacheza na wenzangu lakini mbona wanani? Sasa sikiliza, sio habari za kucheza na wenziwa wala kitu gani hapa. Kuna We, soo limetokea na upo. Nakwambia kuna soo limetokea, nisikilize kwa makini Chaupepo, nisikilize Chaupepo, ili sikio lako nisikilize, umenielewa vizuri? Iko hivi yule mama yako kaa, ndio ukae, lakini sikio, mama, sikio. Pamoja na hayo, kikubwa unisikilize, mi mama yako eh, sawa mama yako mkubwa. Fuma, na na mm -hmm. mm. Bas, yako mkubwa kanifuma. Nilikuwa naongea na simu na na ule mchubuko wangu, nimewachambuinde sijui, unanielewa vizuri, sijui unanipata sasa. Basi kwa taarifa yako, baba yako atakapokuja, hiyo ngoma ivae wewe kwamba yeye umemwona ndio anafanya hayo hizo shughuli, unayajua ya kuongea, unayajua. cha Upepo, unisikilize kwa makini. nimekusikia mama. cha Upepo, usi usiwe upepo kama jina lako. nimekusikia mama yangu. Sasa ole wako Tumetaka tu kujinyosha, yani migongo nini? Yeah. Tulikuwa tumejilaza tu hapa karibu, yeah. Mm. Hey, kae. Sasa si wote tumekaa jamani. Mme wangu, kaa na familia yako. Okay, sawa. Na mwanao akakuchagulia kabisa ukae chini nikikuona kuna nini tena? hmm. Hey. Tana, hilo ndio lilikuwa nalisubiri, manake mi mwenyewe niende kafanye shughuli zangu huko yaani hakuna ubaya, sema mlivyoninyosha tu hapa viti, hamjatoa mja nini, na kama mna target, mmeni target, kama kuna kitu mmeni target, ni nini? Mmi sema ni nini? Unajua baba, kusema ukweli, yeah, leo asubuhi, yeah, mama wangu mkubwa, mke wangu mkubwa mimi sasa. Mke wako mkubwa wewe? mm -hmm. Kitu alichokiongea leo kimeniumiza. Ni nini? Anataka kukuua. Wewe, hey, hey. Eh, eh, eh, ni anataka kunifanyaje? Siwezi kukaa. Anataka kunifanyaje? Kaa, mi siwezi kukwambia kati umesimama baba maiti, yaani mimi nikae sasa, unaniupa mataarifa ya kufa nikae? Hebu niambia anataka kunifanyaje? Anataka kukuua. Nimemsikia anaongea na mganga tena, anamwambia mganga, ua ili madevu silitaki. Hii nyumba yote hii nataka nimiliki Yaani kila kitu chote kiwe cha kwangu, huyu cha upepo na mama yake waondoke. <laughs> Nasioni nalio mwanangu. Maana swala la kufa mimi kukuacha wewe, ambao umefanana na mama yangu, is it possible? na pia niache nyumba yangu ambayo mimi nimepewa urithi hey. yeye yeah, amiliki yeye yeah. tena usilie, mama yangu, akisikia unajua, maana ni, nimemwambia aondoke hapa akisikia mama wangu, we mwenye unamjua baba. Sawa, ninashukuru na nina, nina, nina, nina kweli kabisa, ni hapo, ni hapo mana ni napo kupendea, maana mtoto wangu hujawahi kunidanganya na hujawahi kunifanya chochote, yani hujawahi kunidanganya. Sasa mimi nasema asante, ninaomba niingie ndani. Hey. nikishaingia ndani nitajua nitachokifanya. habari ha. Utaisikia sawa baba, lakini yeah. Leo natamani pipi pipi mm. U, in, in, in, subiri, namwambia mamako akuletea. Umeniokoa pakubwa kufa. Umeniokoa pakubwa na, na kujakaawahuyo wangu mimi nashangaa, umundani hatuna panya, umundani hatuna wadudu kusema kuja kula hizi chapati. Na mimi nakuandalia vilikuwa vizuri, nimefunika mfuniko huu hapa, mume wangu shahidi hapa, alafu mume wangu, umundani sisi siku peke yangu, siku hizi tuko wengi. Hey! Hey, kelele za kutosha, kuna nini tena? Nisikilizeni na msitaki kunivuruga vuruga, msitaki ni. Just imagine mimi, mimi nawekiwa chakula mmevimegamega hivi, mega kama hivi kweli. Hivi ni nini hichi mnachokifanya? Ni nini, panya aweze kuwa na mdomo mkubwa kama hivi? Panya nakata kiasi hichi, kwa kweli sasa. Huu uh, ni mdomo wa mke wako. Eh, sio kitu kingine, sio habari za kusingizia mapanya, sio huko, ndani hakuna panya. Huu uh, uh, ni mdomo wa mke wako. Yule Mume wangu. Huo ni mdomo. Habari za kusingizia mapanya wewe. Unajua mna nini? Ndani hatuna panya huko. Macho yapo basi. Em tulieni basi. Mume wangu. Mimi naweza kufanya swala kama hili kweli? Unaweza. Unaweza. Kwa hiyo unaona mnanichanganya. Kwa nini mnanichanganya? Hivi kweli mimi nionekane sasa ninashindwa kuamudu wakati mimi najua nyinyi, Mnanichanganya. Mama nani? Mama nani? Wewe umemwona kiwa nakula hivi? Nisikilize nikwambie, sio habari za kuona. Sisi tulikuwa nje lakini hawa watu.

unifanyia mimi mwanamke mwenzio hivi? Wanakufanya vitu gani babu? Kufanya vitu gani vitu gani? Na bado. Hilo na bado. Hilo trailer yaani ndo mwanzo. Tunaanza kulichemsha yaani liko hivi nipange sawa sawa. Tumetoka mbwinde tumekuja kwa kazi ya ajabu. ya 4G Kweli mimi kwa kumwandalia mume wangu mimi chapati hizi zong'ato, mimi kweli namwachia Mungu. Wewe Mungu ndo unaijua wewe. Mungu ndo unafahamu shida yangu. Macha upepo, mimi nenda kuchukua maji ni mbandikie mume wangu, ukaona ni mimi nitafaidi, uja kunizuia jikoni kweli. Hakuna kubandika maji. Mimi mwenyewe najua muda wa mume kurudi. Sawa, nitabandika pia na mimi maji. Muda wote macha upepo, sio habari za muda wote. Ni kweli jamani. Kwa hiyo mi muda sijui, unajua wewe tu mume ni wako wewe peke yako eh. tumetoka masafa. Upo dada? Sikia basi macha upepo. Tumetokea masafa maji nitabandika, cha upepo. Mama, haraka Mama, iwezekanavyo. Sikia nikwambie, kalete mdarasini, kachukue na maji kwenye ndoo, kwenye jagi, chukua uniletee. Nimekwambia sufuria liko hapa hapa, hakuna kubandika maji <coughs> Kuendelea kuweka hapo maji. Kwa nini mkorofi hivi macho upepo lakini lakini usimame hapa hapa, ole wako, ondoke. Sasa ole wako nisiolewe. Hivi cha upepo. Ole maana yake nini? Si una nimekuambia mweke babako maji hapa. Macho upepo. Nikwambie kitu. Kafanyaje mambo cha upepo? Nikwambie kitu. Ehe, kuhusu nini? Malezi. Malezi kwa mtoto wa kike. Ai sio malezi. Unamfundisha nini mtoto wako? Anifundisha hekima na busara. Cha upepo. Naongea na mamako, siongea na wewe. Nisikilize nikwambie. Alafu cha pili, kike, kwa hiyo unamwambia akae kwenye jiko eh? Alizuia jiko ataolewa? Lazima wewe sio Mungu hmm. Katika maisha yangu, katika familia yangu, katika kizazi changu, wewe sio Mungu mama. Kwa taarifa yako mwanangu ataolewa. Acha hizo lana zako za ajabu, mwanangu kwa taarifa yako ataolewa sana. Mungu asifiwe. Upo now, na kwa taarifa yako tu, yaani umo ndani utaondoka <coughs> yaani kauli hiyo utaondoka, utaondoka, yaani, utaondoka. <swek> na kuambiaje tumejipanga tumetokea kule masafa, utaondoka katika hii nyumba kabisa, hakuna kwendaene wanza una mtoto mwenyewe huna jicho langu ii

Sawa. Mimi ndio mwenye nyumba. Sasa kwa taarifa yako, unawake wawili katika hii nyumba. Yes. Naomba uchague mwanamke mmoja tu wa kuendelea kuishi katika hii nyumba. Kama ni sisi tutaishi na kama sio tunaenda zetu mbwinde. Umetutoa sio kwamba tulikuwa hatuli. We baba upo, kwa hiyo kaa hivi unisikilize kwa makini sawa. Uh, huyu mwanamke kutoka umundani atatoka. Mimi uh, we nani? Kumbe ni nani? Ndio maana naongea vizuri na, na huyu mwanaume achague. Subiri achague, kuna haya mawili kati yangu niko... mimi au wewe. Yeye ndio achague, afanye maamuzi, fanye maamuzi. Ametutolea wapi? Listen to me na hakuna no. yes. okay. Okay. mtu mimi kuniiti kwa nyumba yangu, si ndio? Wewe nimekuleta kwa sababu ya nguu mimi, si ndio? huyu memkuta sasa autaka kusewa Kisa nimemkuta limemkuta tuondoke tubebe mavilago vyetu tuondoke si ndio? Una maana hiyo kwamba nimemkuta, si ndio? Ah, ndio hilo lilokuwa nalitaka wewe. Hajamaliza Okay. kuongea bado Okay. Sasa, <laughs> <O> <laughs> o au mwanangu, haina shida hata kidogo. Inategemea okay. Yani, nitoke mimi mwanangu, mwanangu nimwache katika katika hili sekeseke, samani sana. Yeah, nampenda na mtoto wangu, amekaa kwa miezi tisa. Kama kuondoka, nitaondoka naye. Okay, okay, sasa nisikizeni. Mimi hapa nachagua jambo moja tu, moja tu, sawa? mm -hmm, na mnisikilize vizuri nyumba hapo, hapo, hapo, hapo simama ili tukusikie vizuri. Ukienda hivi tugombane, nikakuuliza na miaka mingapi huyu kaja bibiye kuja kwangu mimi? yes, yes. Haijalishi, asingenichukua, asingenichukua. Unaona umwili hebu <tweak> niangalie vizuri, yaani amekaa amekumbuka akaenda kunichukua huko mbwinde mpaka kuniletea katika hii nyumba hapo hiyo, yeah. Kwa yaani, unafikiriaje? wayo akutulia huruma, angemleta mtoto wake uone. Okay, sasa nisikize wewe, sichabui chochote nala kutoa maamuzi. So nyinyi kama mnataka nyumba